Kama unataka kutumia ile VPN yetu ya Thunder na umeshindwa jinsi ya kutumia au jinsi ya kuseti, nimekuandalia video hii wewe ambao ulishindwa kuseti au umekuwa ukihangaika kuseti eh, VPN yako ya Thunder. So baada ya kushika simu yako itaonekana kama hivyo file lako la homepage so, utaenda Play Store, kishaenda Play Store kuna VPN hii ambayo utatakiwa ni download ili kuweza kutumia. Ukishafika hapo juu utaandika server baada hapo ya yani, kisha utafunguka hivyo, utabonyeza hapo, utabonyeza juu hapo. E, shabonyeza utaiambia okay, shaiambia okay, itakuwa imeconnect na hapo utatumia internet. Na hivyo ndio jinsi utakavyoweza kuseti eh, kwenye simu yako. Eh, kama umependa video hii naomba usiache kunifollow, ku like video na comment swali lolote ambalo kusumbua. Jina langu Ilas.